Wizara ya mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu imejipanga katika kuhakikisha inaboresha utoaji wa huduma za kidigitali nchini ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Kisauni, wilaya ya Magharibi B, waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu Mheshimiwa Modrik Ramadhan Soraga amesema lengo la mkutano huo ni kuwafahamisha wananchi kazi zinazofanywa na wizara hiyo ikiwa ni pamoja na kuleta mageuzi ya kidigitali kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za kiserikali kama hapa anavyoeleza hapa. Leo tunaashiria mwanzo mpya wa wizara yetu katika safari yake ya mageuzi ya kidigitali na hili ndio dhamira ya malengo kuu la kuanzishwa kwa la kuanzishwa kwa wizara hii kwamba tunakwenda kufanya mageuzi ya kidigitali katika serikali lakini vile vile kwa kushirikiana na sekta binafsi pamoja na taasisi nyingine ambazo ni za kiserikali na zisizo za kiserikali. Na kuanzishwa kwa wizara hii eh, ni uthibitisho wa dhamira ambayo aliokuwa nayo Mheshimiwa Rais ya kuona sasa ni wakati mwafaka kwa Zanzibar kuingia katika Eh, hii dhana nzima ya kuiendesha serikali kidijitali. Kwa hiyo hii, hii ni commitment ya serikali ya kuona kwamba kuna mageuzi makubwa huko duniani ambayo yanafanyika katika sekta hii ya tehama na kwamba Zanzibar kwa, kifi, kwa takriban kipindi hiki cha miaka mitano sita tumekuwa ni sehemu ya hiyo safari, lakini hapakuwa na taasisi ama wizara mahususi ambayo ingeweza kuratibu masuala hayo, hi, hi, hi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo limeonekanika kwamba kwa umuhimu wake kwamba lazima sasa kwe kuna wizara ambayo itakuwa inaratibu jambo hili. Aidha, Mheshimiwa Modrick amesema wizara itahakikisha inamarisha usalama wa mitandao ili kumlinda mwananchi na kipaumbele chetu cha mwanzo eh, kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaboresha utoaji wa huduma kidijitali. Hili ndio lengo letu la mwanzo, na mkakati huu tunautekeleza kupitia taasisi yetu ya serikali mtandao, ambayo inashirikiana kwa pamoja eh, na sekta binafsi eh, asasi za kiraia, asasi za kijamii, ili kuhakikisha kwamba huduma zetu zote zinakuja kutolewa kidijitali lakini kwa upande mwingine ni uwajibikaji na uwazi serikalini, ili kuwe kuna ufanisi. Ili kuweza kuwa na uwajibikaji ndani ya serikali, lazima tukubali mageuzi ya kimifumo ambayo inahitajika kwa ajili ya kuweza kulifanikisha hilo. Kwa haya hili hi, hi, hi, ni lengo la msingi sana kwamba serikali yetu iwe ni serikali ambayo inaendeshwa kwa ufanisi na watendaji wake wanawajibika na namna ya kuwajibisha watendaji ni kupitia katika uwekezaji wa kimifumo. Lakini kwa upande mwingine ni kukuza uchumi wa kidijitali pamoja na kuangalia suala zima la namna gani ambavyo TEHAMA itachangia kwenye ajira kwa vijana wetu, hususan wale ambao ni wabunifu, ambao wanatengeneza mifumo, ambao wanafanya ama wako katika wanaendana na wakati ambao tunakwenda nao kwenye teknolojia hizi ambazo zinaibuka. Tunajua kuna mambo mengi huko ambayo yanaendelea mitaani, kwenye mashule, kwenye eh, innovation hubs mbalimbali mbali ambazo zipo hapa nchini. Kwa hiyo lengo sasa ni kuconsolidate yote yale na kuhakikisha kwamba kile ambacho kinaibuliwa, kile ambacho kinatengenezwa na vijana kinakuwa ni sehemu ya kuchangia katika ku, kuendesha uchumi wa nchi yetu, lakini pia tunaangalia kwenye kujenga ujuzi wa wananchi wetu katika masuala ya tehama ili o na uchumi wa kidijitali maanake wananchi wako wote lazima wawe wanauelewa angalau wa kawaida kwenye swala zima la matumizi ya mifumo kwenye swala zima la matumizi ya vyombo kama hivi hapa simu iPads na laptop na vitu vingine kama hivyo. Na mimi ninaamini kwamba chumi ya kisiwa kama cha kwetu hiki cha Zanzibar haina tofauti sana na uchumi nyingine kama vile za Singapore na Taiwan, ambapo ukiangalia wananchi katika visiwa hivyo unakuta kwamba wote wana uelewa mzuri sana wa masuala ya tehama. Kwa hiyo hii ni moja ya vipaumbele vyetu vikubwa sana kuhakikisha kwamba wananchi wetu wote wa mijini na vijijini wanakuwa na uelewa wa masuala haya ya, ya, ya tehama. Lakini kwa upande mwingine, tunataka kuimarisha usalama wa mitandao na mifumo yetu. Uchumi wa kidijitali lazima uendane na uwekezaji mkubwa katika usalama wa mtandao. Tumeona kesi mbalimbali mbali ambazo zinaibuka kwenye mitandao, ila watu kuibiana au kuhujumiana au kukashifiana E, taarifa binafsi kutoka bila ya kufata ule utaratibu. Kwa haya yote ni majukumu yetu ya msingi kama wizara, kuhakikisha kwamba tunamlinda tuna mtumiaji, tunamlinda end user, lakini hata yule ambaye anasimamia e, kwa upande wa wizara kama ni watendaji, basi kuhakikisha kwamba hao wote wanazingatia zile sheria, kanuni ambazo zinatakiwa, ambazo zinamlinda e, mwananchi na taarifa zake. Akizungumza kwa niaba ya vijana wenzake waliopata nafasi ya tunzo wa ubunifu wa mradi wa Shujaa Paid, Fahad Thabit Amor amesema mradi wa Shujaa Pay ni mradi wa teknolojia za like kifedha, yani fintech, ambao tunalenga kuwasaidia wajasiriamali wadogo ambao wanatumia mitandao ya kijamii kama nyi fursa ya kujitangaza. Uh, nashukuru sana Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu kwa nafasi hii. Kwa hakika wizara uh, hii sasa hivi imekuwa ni jukwaa kwa sisi wabunifu na nawatia moyo kwamba waendelee kutusaidia kwa sababu wabunifu Zanzibar tupo, lakini tulikuwa tumekosa fursa ya fursa au nafasi adhimu ya kuweza kutambulika na kuweza kupewa sapoti ambayo inahitajika. Natoa wito kwa vijana kwamba tusibweteke, tusikae nyumbani Toa kile ambacho upo nacho ili dunia ikione. Unaweza ukakiona ukakidharau kitu kidogo, lakini kumbe dunia ina uhitaji wa hicho kitu chako kidogo. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe kulike kushare na kucomment.